Naamini mko salama kabisa. Kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Eugene Ponera, niko hapa kwa ajili ya kupresenti mapendekezo ya mradi mkuu ambao tulipanga kwamba tunapendekeza kwenu, presentation ya mradi wa kuku wa mayai. Nimetengeneza breakdown ndogo, na hii ni projection ya miezi isiyozidi sita kabla ya kuanza kuona faida. Huu ni mradi wa kuku wa mayai, lakini ni kuku chotara, sio wale broiler wa muda mfupi Hawa ni chotara. Kwa nini chotara? Kuku chotara ni kuku ambao unaweza kumfuga ndani ya muda mrefu kwenye mazingira ya kawaida sana, kwamba unamfuga kienyeji, kwa sababu ni almost 90% kienyeji. Unaweza kumfuga kwenye mazingira ya kawaida sana na akaenda vizuri, ana uwezo wa kukutagia kwa muda, kwa muda wa miaka miwili continuously anakutagia mayai kama utamlisha vizuri. Kila kitu ni lishe, jamani. Ukimlisha vizuri, maana yake ni kwamba atakupatia matokeo mazuri sana. Mahitaji, of course, utahitaji utahitajika kuwa na mabanda na nini, vyote tutavijenga, na nini vitu vyote tutavitengeneza kutokana na bajeti ambayo tumeiandaa kama kama kikundi. Projection ni tuseme kwamba tuna, tunaanza na kuku mia mbili kwa kuanzia, si ndio? tunaanza jamani. Nafikiri tuanze na namba ndogo. Kusudi tuone namna gani tunaweza tuka, tuka Okay, tukiwa na kuku mia mbili kwa mahitaji ya miezi sita ya mwanzo ni kama miezi mitano, kwa sababu miezi ya sita mwezi wa sita, sita tunategemea kwamba kuku waanze kutaga vizuri sana. Sawa. Ile kwa hiyo kwa miezi sita ya kwanza tunanunua kifaranga cha siku moja ambacho kinauzwa elfu moja mia nane mpaka mpaka 2000. Tuseme ni shilingi 2000 kwa kifaranga kimoja sindio? Tutanunua vifaranga vyetu mia mbili Tukinua vile vifaranga vyetu mia mbili kwa mwezi mmoja na nusu watakuwa wanakula chakula chao kinaitwa starter ambayo ni pellets. Ile starter kwa mwezi mmoja na nusu hao vifaranga mia mbili watakula mifuko minne. Kila mfuko una kilo hamsini. Kwa maana yake ni kwamba ndani ya mwezi mmoja na nusu wale vifaranga watatumia laki mbili na hamsini na mbili peke yake kwa ajili ya kile chakula. Kwa mwezi mmoja na nusu unaofuatia watakula chakula kinaitwa grower. Ule mwezi mmoja wa kwanza lazima wanapata chanjo, kuna zile chanjo za muhimu sana ambazo kuku anataka kuzipata katika ile mwezi mmoja wa mwanzo ambazo zinamfanya yeye baadaye aweze kuendelea vizuri. Utofauti wa broiler na na hao wengine ambao nawataja hapa, uh, chotara ni kwamba hao wakishapata zile chanjo za awali wanaweza kaendelea kuishi vizuri kabisa. Tofauti na wale wengine ambao anatakiwa endelea kupata madawa continue wa zile kusudi aweze kusurvive. Ku, ku, ku, ku, ku, kwa hiyo kwa mwezi wa mwezi wa nne atatumia uh, chakula kinaitwa finisher. Hapo atakuwa ameshaanza kula sana. Kumbuka kwamba ameshakua huyo kuku. Sawa. Kwa miezi mitano mwishoni tunaenda kwa mwezi wa, wa sita, automatically tunambadilishia chakula, tunampa chakula ambacho kitaenda kumboost yeye kutaga. Kwa hiyo tunategemea ndani ya mwezi wa sita mwanzoni kabisa wale kuku watakuwa wana wanaanza kutaga wakiwa na chakula kinaitwa layers. Kwa layers, ni chakula special kabisa kwa ajili ya kumboost kuku aweze aweze kutaga. Hapo katikati atakuwa anaendelea na zile, zile zile vitamins kama kawaida, kwa sababu zinamsaidia zina, zina kwa ajili ya kumkinga na magonjwa tofauti tofauti. Sawa. So, tunapomfikisha kuku kwenye uh, kwenye miezi mi, miezi sita maanake ni kwamba chakula kina change kinakuja kuwa layers ambayo itakuwa na mbusi kwa ajili ya, ku, ya kutaga, na ile layers kwa mwezi wa kwanza tu atatumia uh, mifuko miwili ambao mfuko mmoja unakuwa na kilo 50 na bei yake ni shilingi elfu hamsini kwa mfuko, maana ni kwamba shilingi laki moja kwa mwezi huo mmoja. Tayari utakuwa umeshaona namna kuku anavyo anaanza kutaga. Kumbuka kwamba tayari ametoka kwenye ile chakula cha mwanzo, yuko kwenye chakula ambacho tayari kinamfanya aweze aweze kutaga vizuri. Kwa hiyo tunategemea kutokea wale vifaranga 200 ambao tuliwaingiza mpaka akija kutaga miezi sita. Jamani, hata sisi huwa tunakufa, tunapata magonjwa, tunahara, tunafanya nini? Kwa vyote vile kuna namna ile namba itafanya nini? Itapungua. Kwa hiyo tuna expect japo sio kwa 100% sure lakini tuna expect kwamba pengine watakuwa wamepungua wamefika mia moja na themanini. Kwa nini? Tunapochukua wale vifaranga wakiwa wale wadogo na mlela hatuwezi kujua yupi ni jogoo yupi ni matetea. Si ndio maana yake? Kwa hiyo sisi tumeweka pale maximum approximation kwamba kwa sababu akishafika mwezi mmoja tunaweza tukadetect kwamba hawa ni majogoo hawa ni matetea. Kwa hiyo tuna expect kwamba tutakuwa tumebakiza kuku wanaotaga yani matetea mia moja na themanini sawa katika kuku mia moja na themanini wakianza kutaga wale kuku mia moja na themanini wakianza kutaga maanake ni kwamba kwa siku kuku mia moja tumefikisha kuku mia moja themanini, si ndio? tunategemea kwamba kuku, tunate, kuku waanze kutaga kama kuku mia moja hamsini kwa sababu kuna, kuna, kuna vitu vingi sana ambavyo vinachangia kuku asiwezi kutaja. Afya yake tunawatunza wote kwa namna moja, lakini afya kuna, kuna swala pia la, la uzazi kupata watoto, sipate, watoto. Kwa tuna expect kwa namba ambayo pengine kuwa ni kwamba uu mia moja hamsini tumetoka kwenye idadi ya mia si ndio? Kwa 150 maana ni kwamba tunategemea pengine kuku 30 au 40 watakuwa kama hawatagi na ni wazima, pengine watakuwa ni majogoo. Kwa hiyo tunaweka pembeni kwamba watauzwa kama kama majogoo, si ndio? Kwa hiyo tuna kuku 150 ambao tunawategemea waanze kutaga vizuri kwa ile lishe nzuri ambayo tunafanya nini, tunawapatia. Sawa, kuku 150 wakianza kutaga, maana ni kwamba per day tunatengeneza mayai 150. Tuko pamoja pa mpaka hapo? mayai 150 ya, maana yake ni tray ngapi hizo jamani? Tray tano. Tray tano mayai ya kienyeji mayai ya chotara, sisi tunahesabu kama ni mayai ya kienyeji kwa sababu sio kama yale ambayo tunanunua tray shilingi 6500 7000, sindio? mayai ya chotara unauza kwa 12000 mpaka 15000 kwa tray. Nimetengeneza hesabu ya tray moja kwa shilingi 15000. Kwa sababu gani? Kwa mfano kama sisi wenyewe watu Mungwe anatusupply ya mayai Maana yake ni kwamba soko la kwanza ya yale mayai litaanzia kwetu sisi wenyewe shilingi elfu kumi na tano Maana yake ni kwamba ndani ya siku moja tunatengeneza tray tano za mayai Maana yake ni kwamba in a day, tunapata shilingi elfu ngapi elfu sabini na tano. So, kwa hizo tray tano inaweza kuwa more or less, lakini ni kwa kidogo sana. Shilingi elfu sabini na tano kwa siku, si ndio? Maana yake ni kwamba kwa, kwa mwezi milioni mbili laki mbili na nusu, si ndio? Kwa mwezi kwa hesabu yetu ile. Kwa mwaka tuna milioni ishirini na saba kwa mwaka mmoja. Kumbuka yule kuku kuku yule yule kwa, kwa lishe ile ile kwa ratio zile zile ambazo tunampatia from the beginning, ana uwezo wa kukaa mpaka wiki tisini. Wiki tisini, almost miaka miwili akitaga, akiwa very, very active. Tuko pamoja wiki tisini? Maana yake ni kwamba tunaenda kwenye miaka mingapi? Miwili. Baada ya pale, automatically hata sisi tunazeeka jamani, kila kitu kinaanza, kinaanza kupungua. Maana yake ni kwamba tunabadilisha shamba, wale tutaanza kuwauza sasa huko si ndio? kwa ma hiyo mba mawazo yangu alikuwa ni hayo, kwamba tunatengeneza kwa mwaka milioni ishirini na saba tukianza kutoa zile production cost zote from the beginning. Kwa mfano, kwa ile, miezi mitano ya mwanzo mitano na nusu mpaka miezi sita tutakuwa tuna mwezi wa kwanza kuku atakula starter laki mbili hamsini na mbili ni bei ya chakula tu sawa kwa wale kuku mia mbili alafu, kwa mwezi wa miezi mmoja na nusu naofuatia atakata anatumia grow atatumia laki mbili na elfu themanini, wakati anatumia finish atatumia laki moja laki mbili na nusu. Alafu kuna ile layers ile mwezi wa mwisho mmoja ule anakapa anajiandaa kutaga, kumbuka kama tumesema kwamba atakuwa na kile chakula kinaitwa layers mifuko miwili tu kwa wale kuku mia mbili ambao ni hamsini hamsini na kwa ni laki moja sawa, so, kwao tutakuwa na shilingi laki moja ya layers. Maana ni kwamba kwa chakula tu kwa ile miezi mitano sita ya mwanzo itakuwa ni laki nane na themanini na mbili. Mmenielewa mpaka hapo, laki nane na themanini na mbili, hiyo ni e, chakula tu, sijaweka kosti ya kununua kifaranga kimoja kimoja. Hapo nimezungumzia mchanganuo wa chakula. Kumbuka kama kifaranga msaada kinunua kati ya 1800 mpaka 2000 sawa kwa hiyo laki nane na themanini na mbili ni bei ya chakula tu, tutaweka chanjo ule mwezi wa kwanza wote kukuwa na ana, ana, anapata chanjo kama nne tano, na za lazima kabisa. Kwa maana yake ni kwamba tutakuwa within the budget. Kwa hiyo kuna hiyo laki elfu uh, hamsini kwa ajili ya chanjo. Kuna mtu wa kuhudumia wa kuku. Jamani, nina uhakika kabisa sisi kama kikundi hatuwezi kutoka kwenda kuhudumia kuku kule kwa vyovyote vile, kuna namna tutamtafuta mtu ambaye ni mtaalamu, anaweza akahudumia aka wale kuku. Sisi kazi yetu itakuwa ni ufuatiliaji, si ndio? Maanake ni kwamba kila mmoja kwenye kikundi kuna namna atatakiwa awajibike a participate kwenye, kwenye ule mradi kwa sababu mradi ni wa wote. Kwa hiyo maana kutakuwa kuna, kuna timetable kwamba nani atakwenda lini mara ngapi kwa mwezi kwa ajili ya kwenda kufuatilia kitu gani kinaendelea kule. Kwa sababu hata yule ambaye tunamweka pale kusimamia ule mradi lazima asimamiwe, si ndio maana yake? Lazima tufuatilie kujua kitu gani kina, kinaendelea kule. Kuna changamoto gani ambazo zinaendelea kule, si ndio? Kwa yule mtu kwa vyote vile atakuwa analipwa, nimeweka minimum approximation, sijui si, si, si, si, si, si, kama kwangu ni minimum au ni ni maximum, lakini nimeweka kama shilingi laki tatu kwa mwezi maana yake ni kwamba pesa ya mhudumu peke yake ndani ya miezi sita itakuwa shilingi kama milioni moja na laki nane. Kumbuka kwamba bajeti yetu ni milioni moja laki mbili na thelathini na mbili ya zile gharama gharama zote. Kwa hiyo kikubwa ambacho na main, my main point here ni kwamba tuna 27 milioni kwa mwaka, tukiamua kufanya huu mradi. Tukitoa matumizi yetu yote ndani ya ile miezi sita ya mwanzo. Matumizi yetu malaki ni kwamba kuna ile milioni moja laki mbili, thelathini na mbili ya ile production cost yote ya ile ufugaji wa kuku tu, yani kuanza. Hapa tujajenga banda tujafanya nini, si ndio? Alafu tuna gharama za mtu atakaye kuwa anahudumia. Bado kuna kuna senti ambazo kwa sababu milioni 27 ina maana kwa, kwa, kwa miezi sita ni milioni kumi na tatu, si ndio? Na point milioni kumi na tatu bado kitoa zile production cost zote na kila kitu, bado kuna kitu kinabakia hapo. Kumbukeni, tukijenga banda tumelijenga mara moja, haimaanishi kwamba ndani ya miaka miwili tutajenga banda jingine. Hapana, kwa hiyo itakuwa ni kitu cha cha kudumu, itakuwa ni kitu cha cha kudumu. Kwa hiyo naomba kuwasilisha kama mradi mkuu wa kikundi ambacho tutakuwa tume tumekipa tume, tume jina. Naomba niwasilishe hii kama itawapendeza tuifanyie kazi, lakini wakati huo huo, naunga mkono hoja zote ambazo zimetolewa hapa, zote kwa sababu zote zina mashiko, zote zina, zina vitu ambavyo tunaweza tukifanya kama tukiamua, kwa sababu kila kitu ni, ni, ni kinawezekana kama tutaamua, na tutaamua kushirikiana kwa pamoja na kweli kuamua kwamba tunataka kitu kifanikiwe. Safari, safari yoyote mnaweza mkaanza wengi, lakini mwisho wa siku ukabakia wa wachache, lakini wale watu wachache watakaobakia mwishoni, maana yake ni kwamba tutakao kufaidi matunda ya kile kitu kilichoanzishwa. Sitamani tufike tukiwa wachache. Ningetamani kila mmoja aliyeko hapa ifike point aone kama kitu kinamhusu kimguse, yeye kama yeye, ili anapojitoa ajue kama anajitoa kwa ajili ya kitu ambacho kina faida, kina faida kwangu, kwa sababu mwisho wa siku tunafanya huo mradi, sisi ndio wanufaika wa kwanza wa huo mradi. Naomba kuwasilisha.